Ya kwamba huyu jamaa hawezi akachukua kile kiti kwa sababu yeye ni mtu ambaye anasikiliza maneno ya wazungu na maneno ya Amerika. Vilevile tukiingia nchini Kenya, tumeweza kuona kwamba marais pia wa nchi ya Kenya ambao wamepita, baadhi yao waliweza kusababisha maafa na vita vikali sana. Hakuna ambaye aliingilia kati na hakuna ambaye aliwakamata na kuwapeperusha mpaka Amerika na kuwaweka kizuizini ili waweze kujibu mashtaka. Vilevile tukienda kwenye nchi ya Tanzania ambao ni recently ambao alifanya uchaguzi pale. Rais naye pia vilevile wa nchi ya Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuambia wananchi wake ya kwamba kamwe kabisa musisikilize wazungu wala wa Amerika kwa sababu hawana nia njema na nchi yetu. So habari kuu zinazozungumziwa dunia nzima leo hino ni zile habari za kutoka Venezuela ambako rais wao, uh, ambaye anajita Maduro aliweza kukamatwa hapo juzi na ile serikali ya nchi ya Amerika, ambapo ameweza kuzuiliwa na kupelekwa za New York, sehemu ya mji wa Amerika kule, vilevile ambako yuko kwenye kizuizi na kwenye kifungo ambacho atapaswa ajibu maswala baadhi ambayo alikuwa akiyatekeleza nchini kwake ambako alikuwa akifanyia wananchi wake. Na vilevile pia, kwa sasa serikali ya Amerika pia vilevile imeweza kuzungumza hadharani ya kwamba Venezuela haitakuwa na raisi, na hivyo basi uongozi wake utakuwa chini ya Amerika. Sasa kadri tunavyozidi kuendelea kuongea hapa, Venezuela iko chini ya uongozi wa Amerika, wapende wasipende. Na vilevile pia, Trump ambaye ndiyo rais wa nchi ya Amerika ameweza kutoa Uli kwa wale ambao ni viongozi waliosalia nchini mle, ya kwamba yeyote ambaye atapinga masuala haya kwamba ile nchi ya Venezuela iweze kuongozwa na Amerika, basi atapata cha mtema kuni ama atakipata kile ambacho rais Maduro ameweza kuipata nchini pale, ikizingatiwa kuna baadhi ya sababu ambazo alikuwa akizifanya nchini pale, ndio maana akafukuzwa ama ndio maana akaweza kukamatwa baada ya mashambulizi ambayo yaliweza kutekelezwa hapo jana asubuhi so, kitu ambacho kwa KG Chipande nimekuletea hapa ni tuweze kuzingatia na kuanza kuangalia ni kipi ambacho kilimfanya mpaka rais huyu Maduro kuweza kushikwa na kukamatwa na kupandishwa ndege mpaka New York America na kuweza kuwekwa kwenye kizuizi ama kifungo so haya ndo majibu yake. Nikukumbushe tu ama nikwambie tu ya ni ni kwamba Maduro ni rais ambaye alikuwa ni dhalimu, ni dhalimu, ni rais ambaye alikuwa akifunga wale ambao ni wapinzani na kuwazuia wapinzani wote ambao wako pale ndani ya Venezuela wasiweze kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuwa rais kwenye ile nchi ile. Na vilevile pia Maduro alikuwa ni kiongozi ambaye ni mnyanyasaji, ambaye ananyanyasa wananchi wa pale nchini Venezuela, asikubali kabisa kamwe kabisa mwananchi yoyote kumpinga. Alikuwa hataki kupingwa na mtu yoyote, na ni mtu ambaye kila wakati alikuwa akishika kipaza sauti, haogopi nchi za Amerika za Marekani wala nchi za uzunguni, akisema kwamba hao wote wanataka kuchukua mali na aslimali na uh, rasilimali ambazo ziko ndani ya Venezuela, na kila wakati alikuwa akiambia wananchi wa Venezuela kwamba kamwe kabisa wasisikilize watu wote kutoka nchi yoyote ile kwa sababu hawana njama njema ama hawana nia njema na nchi yake, na akamwambia kwamba yeye hatusikiza nyunyinyi nyunyi, wala hatasikiza nyui wala nyunyenyenye, kauli fulani bali ilitumika na rais wa nchi ya Tanzania hapa. So, ladies and gentlemen, nikwambie tu kwamba ni baadhi tu hiyo ya vitendo ambavyo alikuwa akivifanya, ambavyo vilimfanya mpaka akaweza kuzuiliwa na nchi ya Amerika na kuwekwa kwenye kizuizi ambako kusaini nchi ya Venezuela na tena kuambia kwamba iko chini ya uongozi wa Amerika. So pale ni pale ambapo tutapata swali zito, na bado vile vile tutapata jibu wenyewe kwa wenyewe hapa, na vile vile pia tutapata fursa ya kuingia kwenye mtandao, kwenye sehemu ya maoni, na kujaribu kujibishana na kuelezana ni kipi ambacho marais wetu wa Mashariki Afrika kinawafanya mpaka wasiweze kukamatwa na kupelekwa nchi hino ya Amerika kuzuiliwa kwa vitendo viovu wanavyovifanyia wananchi yao tukumbuke tu ya kwamba tuko na marais baadhi ambao wametuzunguka hapa Mashariki mwa Afrika, ambako tuko na rais wa, wa nchi ya Uganda, ambako ametesa wananchi wengi sana, rais Kagame Yoweri Museveni. Wananchi wengi sana wameteseka chini ya mikono ya huyu jamaa, na vile vile pia viongozi ambao wako kwenye sehemu ya upinzani wengi hawajapata uhuru, wengi wao hawajapata ule uwezo pia hao wa kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta urais kwa kamili. Tumeweza kumwona Besigye amehangaishwa mpaka ameinua mikono na kusema ni basi. Na vile vile pia Bobby Wine amekuja naye pia vile kwa moto wote, lakini mwisho wa siku uh, Yoweri Kaguta Museveni ambaye ndio rais ambaye yuko kwenye kiti pale Uganda ameweza kuelezea wananchi wake ya kwamba huyu jamaa hawezi akachukua kile kiti kwa sababu yeye ni mtu ambaye anasikiliza maneno ya wazungu na maneno ya Amerika. Vilevile, tukiingia nchini Kenya, tumeweza kuona kwamba marais pia wa nchi ya Kenya ambao wamepita, baadhi yao waliweza kusababisha maafa na vita vikali sana. Hakuna ambaye aliingilia kati na hakuna ambaye aliwakamata na kuwapeperusha mpaka Amerika na kuweka kizuizini ili waweze kujibu mashtaki. Vilevile, tukienda kwenye nchi ya Tanzania ambao ni recently ambao walifanya uchaguzi pale. Rais naye pia vilevile wa nchi ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuambia wananchi wake ya kwamba kamwe kabisa msisikilize wazungu wala wa Amerika, kwa sababu hawana nia njema na nchi yetu, ni vibaraka tu wametumwa ili kuharibu nchi yetu. Na kauli hizi hizi, hizi ndizo kauli ambazo rais Nicolas Maduro, urais wa Venezuela, ambazo alikuwa akizitumia ili kujaribu kuhadai wananchi wake pale Venezuela na kuambia kwamba kamwe kabisa msikubali kuwasikiliza wa wala wazungu kwa sababu wanataka mafuta yetu tu, hakuna kitu wala hakuna nia njema juu yao juu yetu. Sasa nataka tujiulize swali na bado vilevile tujijibu, kama nivyosema, unahisi ya kwamba Donald Trump, rais wa Amerika, ameweza kuzuia huyu rais ama kumchukua huyu rais kwa nguvu kwa kutumia vigezo tu kama sababu ya kusema kwamba ni rais ambaye ni dhalimu, ama ni rais ambaye anadhulumu ana wananchi wake, just because ya kwamba Donald Trump ameona kuna faida fulani ambayo akiongoza ile nchi ya Venezuela ataipata, ama unahisi ya kwamba Donald Trump anawazia mema wananchi wa Venezuela, ndio maana akamshika huyu rais wa Venezuela na kumpeperusha mpaka kule pa, kule Amerika, ili aweze kuchukua ama ili aweze mshtaki ama kujibisha yale maswala baadhi ambayo alikuwa ameshtakiwa nayo. so, so je, Donald Trump ana uwezo wa kushika rais yoyote wa nchi yoyote ile endapo atakuwa hafanyi maadili mema ambayo wananchi wake watakuwa wamempigia kura ili aweze kuwafanyia pale uongozini, ama unahisi ni vile tu basi hataki, lakini akona uwezo wa kushika rais yoyote hapa duniani ama hapa nchi za Afrika ili aweze akaji mashtaki ambayo atakuwa amekosea ama atakuwa ameshtakiwa nayo. Nataka kauli yako, nataka opinioni yako Kwenye sehemu za comment section hapo ili tuweze tuone ama kujibishana tu tujue, je, ina, inawezekana marais wetu mashariki mwa Afrika hapa waweze kuzuiliwa endapo watakuwa wamefanya kitendo ambacho sio sahihi kwa mwananchi, ama ni ngumu mwana rais yoyote wa mashariki wa Afrika aweze kuzuiliwa kwa sababu ya vigezo fulani na fulani na fulani. Ukurasa ni wako, nimekuachia uweze kunijuza.